Naam, bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vimemake headline huko mtandaoni ni issue ya Diva the Boss Lady kufanya mahojiano katika kipindi chake cha Lavi Davi na mwanamama fulani hivi, very famous kwa watu ambao wanafuatilia mambo fulani vya mambo ya makungu ikungu na nini hapa mjini, basi watakuwa na mfahamu huyu mama. Sasa Diva amefanya naye interview katika kipindi chake cha mapenzi kile cha Lavi Davi usiku pale Wasafi FM, na akaamua kufunguka ya moyoni, yaani kutokana na in reference ya hiki ambacho kimetokea kwa Haji Manara na Zailisa. So kwa kuangalia kilichotokea kwa Haji Manara na Zailisa, moja kati ya kapu ambazo zilikuwa zinaonekana ziko very powerful, japokuwa imedumu kwa zaidi ya mwaka mmoja tu lakini still tayari eh, hiki ni kitu ambacho kinaonyesha wazi kama vile kimemkatisha tamaa hata Diva mwenyewe kuhusiana na issue ya ndoa, kwa sababu Diva naye pia tunafahamu kwamba aliingia kwenye ndoa, lakini ndoa yake naye pia chali. Sasa eh, moja kati ya kapo ambazo sasa hivi hapa mjini zimekuwa zikishinikizwa zaidi kwenye swala hilo la ndoa ni kapo ya Diamond na Zuchu. Sasa basi Diva ametia neno kuhusiana na hii issue ya Diamond kumuoa Zuchu, ukizingatia kwamba huku upande wa pili inaonekana wazi dhahiri shahiri kwamba Uh, mambo uh, yako 50-50. So, kwa mujibu wa Diva ni yani, kwamba ametoa ushauri kutokana na kile ambacho yeye amekiona kwake, lakini pia vilevile amekiona vile recently katika mahusiano ya Haji Manara na Zailisa kilichotokea. Diva ameamua aweke wazi kwamba ame speak her mind, yani amezungumza vitu kutoka kichwani kwake, jinsi ambavyo anavyojisikia. Amemshauri Diamond asioe kwa sasa hivi, yani haoni kabisa point ya Diamond kuoa kwa sasa, bora aendelee kuenjoy maisha, aendelee kuenjoy mapenzi na mpenzi wake kuliko kuoa. Meona bwana eh? Eh, hicho ndo kitu ambacho Diva the Boss amesikika akizungumzwa. Lakini pia vile vile amesema kwamba alisikika Diva akisema kwamba baada eh, kwanza kabisa ameomba msamaha, lakini akasema kwamba baada ya alichokiona katika mahusiano ya Haji Manara, yeye hashauri bosi wake kwa sasa hivi aingie kwenye ndoa. Eh, lakini pia akasema wazi kwamba eh, anataka bosi wake aishi kwenye amani, furaha na upendo. Kwa hivyo basi akiwa tayari mwenyewe akiona kwamba akitambua huu ndo muda kuoa basi aoe, lakini sio inshu ya kushinikizwa na watu waoe, kwa sababu anahisi kwamba kwa namna moja au nyingine ndoa za mashinikizo ndicho zo hizi ambazo zinakaa muda mfupi chali. So hivyo ndivyo alivyozungumza Diva. Sasa kutokana na kitu ambacho Diva amekizungumza katika kipindi cha pale Wasafi, mambo yameibuka mengi mengi sana, na kwa mujibu wa page mbalimbali mbali huko mitandaoni zilivyoripoti kwa mfano kwenye ndoa, Diva amesikika akizungumza hivyo, lakini pia peji nyingine hii hapa amekuja ameandika kwamba, e bwana, hili jambo limekuwa kubwa kiasi kwamba mpaka Diva naye pia ametoa maoni yake kwamba Diamond asija kajichanganya akaingia kwenye ndoa anytime soon, baada ya kuona sekeseke -seke la Haji Manara na mkewe Zailisa, mtangazaji wa Wasafi FM, Diva the Boss amefunguka kuwa hamshauri bosi wake Diamond Platinumz aingie kwenye ndoa kwa sasa. Umeona, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini ukichana na hilo pia kitu kingine ambacho tumekiona e, hapa ni kwamba e, kuna page yenyewe ya Wasafi hapa wameandika kwamba mimi kama Diva simshauri Diamond aoe kwa wakati huu, ila aendelee kula raha, ndoa zina changamoto. Umeona bwana eh? Lakini pia page nyingine hii hapa wameandika the same thing. So kwa kifupi ni kwamba hii habari ya Diva kumpa ushauri Diamond Platnumz imeenda viral to the maximum. Sasa basi, nataka nikusomee baadhi ya comments ambazo zimejitokeza kuhusiana na hiki ambacho Diva amekizungumza au vibana. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana Zuchu, vita yako ni kubwa sana kuna mtu amekuja kuandika hivyo, na hiki ndo kitu ambacho hata mimi mwenyewe pia nilivyoiona hii interview kwa mara ya kwanza, nilinotice kwamba hiki anachokizungumza Diva lazima kitakuja kuleta matokeo negative kwa upande wa bibiye Zuhura, kwa sababu inavyosemekana ni kwamba Zuchu anatamani sana kufunga ndoa, na hii ni kwa mwanamke yeyote yule ambaye yuko katika mahusiano ambayo yeye anaona kwamba amepata mtu sahihi kitu ambacho anachokitaka huyu mwanamke lazima itakuwa ni ndoa. Umeona, ku solidify mahusiano yake, kugonga muhuri mahusiano yake, eh, kuwa comfortable katika relationship ambayo yuko nayo, lazima ndoa ipatikane, so hiki kitu ambacho Zuchu amekuwa na hiki kitu ni kitu ambacho Zuchu amekuwa akikitamani kwa muda mrefu sana kutoka kwa Diamond. Umeona eh? Zuchu mpaka amejisacrifice kwamba yuko tayari asishike ujauzito mpaka atakapoolewa. You understand? Lakini at the end of the day, mtu yoyote ule ambaye atakayeingilia kati kuzungumza chochote kile negative kuzuia Diamond asimoe Zuchu lazima Zuchu atamuona kama adui. Sasa je, kwa hiki ambacho amekizungumza Diva the Boss kwamba Diamond asioe, anasinikiza, anachochea Diamond asioe, kisa tu kwamba Manara huko yametokea yale iliyotokea je, unahisi kwamba Zuchu atamuona Diva ni mzuri kwake? Unahisi kwamba hii inaweza ikachochea ugomvi kuwepo na beef low key chuki kati ya Diva na Zuchu? Kwa sababu Zuchu obviously akisikia kitu kama hiki lazima ataona kwamba okay, kumbe Diva naye pia mchawi wangu. Eh, kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi sana huko mtandaoni na comment zimekuwa ni nyingi kusema ule ukweli yani. Eh, e, e, yani hapa kwa namna moja au nyingine, watu wengi sana wamekuwa wakidai kwamba Zuchu ametibu lazima atatibukwa na hiki ambacho huyu bibi ya Diva alichokizungumza so hapa kuna mtu amesema kwamba bwana Diva anakufuru. Kuna mtu hapa anaitwa Wow Boy anasema kwamba bwana Zuchu is typing e. Kwa mtu amekuja hapa ameandika kwamba hiki anachokizungumza Diva kitamkosti mke wa bosi Zuchu ata maindi bwana. So, hii kinachozungumza sasa hivi itamuumiza sana Zuchu japo kwa namna fulani ndio ukweli, ndoa huwa zina zinatembelewa sana na majinamizi ya ajabu sana. Watu walikuwa vizuri mausiano, wawana, tu kwenye mahusiano lakini, wakishaoana tu balaa linaanza. Lakini Zuchu hii lazima itamuuma na itamkera, na Diva amejichanganya mambo hayo. Lakini ukiachana na hilo eh, huyu hapa mwingine anaitwa Honi ST 911 anasema kwamba bwana, Zuchu anapigwa mawe hadi na watu wake wa karibu kabisa. Unamshauri wewe kama nani? Eh, wewe kama nani unamshauri? Kuna mtu ameandika hivyo, kwamba sasa, kwamba bwana, vita ya Zuchu nimeamini leo, kumbe ni kubwa sana Meona bwana eh? Mtu mwingine amekuja amesema kwamba bwana yani yeye Zuchu kwani yeye Zuchu mwenyewe anasemaje? Alikuja Wasafi kuolewa au kuimba? Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu amesema kwamba bwana haya sasa mwingine huyu hapa anataka kumfukuzisha kazi Bibi Zuhura. Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana ila Zuchu, kiukweli, mama vita yako ni nzito eh? Naiona mpaka huyu naye pia anakutakii mema. Mambo hayo. Umeona bwana? Eh. So kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba huyu dada leo amejidhihirisha kwamba hampendi Zuchu. Kwa mtu amesema kwamba ehe, sasa hiki anachokifanya Zuchu lazima atamuona shetani. Kwa mtu asema bwana, huyu ndo shetani tena huyu dada sasa amezidi sasa hivi anakufuru. Kwa mtu mwingine asema bwana, Diva, wewe si rafiki wa kweli, kuna wengi wamedumu. Do not bring your experience to others. Yaani usilete ma, vitu ambavyo umevipitia kwa wengine. Unajua Zuchu hafurahi kuzini na bado anataka, na bado unataka azini. Unajua hataki watoto nje ya ndoa, basi unataka wapate lini? Kuna mtu hapa amekuja kucomment hivyo, akaendelea kusema kwamba Diamond, mzee, usiwasikilize watu wengine, wakati wako umeshafika, oa Zuchu tayari, amesha amekunyo Ha, amekuonyesha uvumilivu kwa mengi, kuna mtu ameandika hivyo. Ya yeah, of course, ukiangalia kiukweli, huyu Zuchu bwana amevumilia mengi sana kwa Diamond, na moja kati ya sifa strong kabisa kwa mwanamke ni uvumilivu. Kwa hiyo Diamond nadhani ana hiyo reason ya kumwoa binti, kwa sababu binti ameonyesha uvumilivu to the maximum. Ukiwa kama mdau una kipi cha kuzungumza? Weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha vile, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.